Shirika la ndege la Kenya Airways KQ limezua gumzo kubwa miongoni mwa wachambuzi wa sekta ya ndege, baada ya kudokeza uwezekano wa kununua ndege aina ya Airbus A350. Katika chapisho lake la hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii, shirika hilo la ndege la kitaifa, lilishiriki picha mkia wa moja ya ndege zake, ikiwa na nembo yake maarufu ya rangi ya bendera ya Kenya, pamoja na maandishi: tunafikiria kupata A350. Chapisho hilo limeibua uvumi kuhusu mpango wa Kenya Airways wa kupanua na kuboresha fliti yake ya ndege hasa kwa kuzingatia kuwa Airbus A350 ni ndege ya kisasa yenye ufanisi mkubwa wa mafuta, faraja kwa abiria na uwezo wa kusafiri safari ndefu. Ikiwa KQ itaendelea na mpango huu, inaweza kuwa ishara ya mkakati mpya wa kuboresha huduma zake na kushindana kwa ufanisi zaidi katika soko la kimataifa. Airbus A350 ni moja ya ndege zinazopendwa zaidi na mashirika makubwa ya ndege duniani kutokana na faida zake kama matumizi kidogo ya mafuta, gharama nafuu ya uendeshaji na, na ufanisi wa mazingira. Teknolojia ya hali ya juu ya ndege hii inalingana na malengo ya muda mrefu ya KQ ya kuboresha mtandao wake wa safari na kupanua routes zake za kimataifa. Kwa sasa, Kenya Airways inatumia mchanganyiko wa ndege za Boeing na Embraer huku fleet yake ya safari ndefu ikiwa ni chapa ya ndege ya Boeing 787 Dreamliner. Kuanzishwa kwa Airbus A350 kunaweza kuleta chaguo mbadala kuboresha utendaji wa shirika na kuongeza faraja kwa abiria wanaosafiri safari za mbali. Uchambuzi wa sekta ya anga wamepokea vyema uwezekano wa KQ kuongeza A350 katika fleti yake, wakitaja faida zake katika kupunguza gharama za mafuta na kuboresha uendelevu wa shirika. Ingawa Kenya Airways bado haijathibitisha rasmi ununuzi wa A350 wa chapisho hili linaashiria kuwa mazungumzo yanaweza kuwa yanaendelea Masuala kama vile uwezekano wa kifedha mahitaji ya soko, na msaada wa serikali. Kwa sasa, wadau wa sekta ya anga wataendelea kufuatilia kwa karibu kuona ikiwa dokezo hili litageuka kuwa tangazo rasmi, jambo ambalo linaweza kuwa hatua mpya katika historia ya shirika hili kubwa la ndege Afrika Mashariki.